Katika slaidi hii tutaona aina tofauti za miundo ya utafiti. Kwa hiyo hebu tufikirie leo, ni tupo Februari 2023 na tunataka kufanya utafiti. Kwa hiyo kama tutafanya utafiti leo na tutatafuta mfiduo na matokeo wakati huo huo, huu ni mfano wa utafiti wa mtambuka, kwa sababu mfiduo na matokeo vinatokea kwa wakati mmoja. Hata hivyo, kama tutaanza leo halafu tukawafuatilia wagonjwa siku za usoni, tunayo chaguzi mbili: ama tutafanya majaribio ya kitabibu, yanaweza kuwa majaribio ya kitabibu yaliyodhibitiwa kwa nasibu, au tutafanya utafiti wa kohoti. Tofauti kati ya utafiti wa kohoti na majaribio ya kitabibu yaliyodhibitiwa kwa nasibu ni kwamba kwenye majaribio ya kitabibu yaliyodhibitiwa kwa nasibu kuna jaribio lakini kwenye utafiti wa kohoti kuna ufuatiliaji tu. Sasa hebu tuone mifano ifuatayo. Kama utalinganisha kati ya wanafunzi wanaoishi maeneo ya juu ukilinganisha na wanafunzi wanaoishi usawa wa bahari, kama vile katika jiji la Jeddah, basi tutalinganisha kati ya makundi haya mawili kwa kuangalia alama zao. Na tutawafuatilia hadi miezi sita. Hivyo huu ni mfano wa utafiti wa kohoti kwa sababu tutakuwa tunawafuatilia tu wale wanafunzi. Hatujabadilisha hali ya hewa. Hali ya hewa katika maeneo ya juu ipo kama ilivyo. Hatukupanga hali hii ya hewa ukilinganisha na wale wa maeneo ya chini. Hivyo hatukubadilisha hali ya hewa. Huu ni mfano wa utafiti wa kohoti. Lakini kama ungekuwa unafanya matibabu ya kujaza meno na tukaweka hiyo filling sisi wenyewe kama jaribio, hii inaweza kuwa utafiti wa majaribio ya kimatibabu ulioratibiwa kwa nasibu, kwa sababu sisi ndio tunaweka, tunapanga aina ya filling kwa makundi hayo na tunawafuatilia kwa kipindi fulani, kwa mfano miezi michache kisha tunafanya ufuatiliaji ili kulinganisha makundi hayo mawili kama hatukuweka feeling sisi wenyewe tukawafuata tu wale wagonjwa tukawaleta kutoka kwa mtu mwingine na tunawafuatilia hao wagonjwa kwa muda huu ni mfano wa utafiti wa kohoti tofauti kati ya utafiti wa kohoti na majaribio ya kimatibabu ni sehemu ya majaribio hii tunaita utafiti wa mtazamo wa mbele tuanaglia utafiti wa mtazamo wa nyuma retrospective study. Tutakuwa na aina mbili za muundo wa utafiti, ama kohoti ya mtazamo wa nyuma au utafiti wa udhibiti wa kesi case control study. Basi tuanze na utafiti wa udhibiti wa kesi kwanza. Katika utafiti wa udhibiti wa kesi, tutaanza na matokeo halafu tutatazama nyuma kutafuta chanzo cha matokeo haya. Kwa hiyo tutakuwa na kundi lenye matokeo na kulinganisha na kundi lisilo na matokeo kisha tutatazama nyuma kuona nini kilisababisha matatizo haya. Huu ni utafiti wa udhibiti wa kesi. Wakati katika kohoti ya mtazamo wa nyuma tena, ina falsafa ile ile kama kohoti ya mtazamo wa mbele, tutaanza na chanzo au mfiduo, kisha tutafuatilia kesi hadi kwenye matokeo. Sasa hebu tuone mifano ifuatayo. Hii inapaswa kuwa na visa mia moja vya kushindwa kwa vipandikizi na tunataka kulinganisha na vipandikizi mia moja ambavyo havikushindwa hakuna kushindwa katika hivyo vipandikizi. Kwa hiyo sasa tunayo matokeo ambayo ni kushindwa kwa vipandikizi, kesi mia moja dhidi ya kesi mia moja hakuna kushindwa kwa vipandikizi. Kisha tunaangalia nyuma miaka kumi iliyopita ili kuona kama walikuwa wanavuta sigara wakati huo au nini kingeweza kusababisha kushindwa huku. Kwa hiyo tulianza na matokeo, kisha tunarudi nyuma kwenye chanzo au mfiduo waliokuwa nao zamani. Hivyo huu ni mfano wa utafiti wa udhibiti wa kesi. Hata hivyo, kama utachukua njia tofauti, tutaangalia kesi, wale waliovuta sigara miaka kumi iliyopita, kwa mfano mwaka mbili elfu na kumi na tuna kundi lingine ambalo halikuvuta sigara wakati huo, kisha tunawaleta wale walioathirika leo, ili kuona ni kesi ngapi za kushindwa kwa vipandikizi tulizonazo kwenye kundi la kwanza na ni kesi ngapi za kushindwa kwa vipandikizi kwenye kundi la pili. Kwa hiyo tunaanza na chanzo au na mfiduo uliotokea mwaka mbili elfu na kumi na sasa tunatathmini kesi mwaka mbili elfu ishirini na tatu Hivyo huu ni mfano wa utafiti wa kundi la nyuma retrospect kwa hiyo katika utafiti wa udhibiti wa kesi case control study, tunaanza na matokeo kisha tunarudi nyuma kutafuta chanzo au mfiduo. Katika utafiti wa kundi la nyuma retrospective cohort, tunaanza na mfiduo au chanzo, kisha tunakwenda kwenye matokeo, ambayo ni kinyume na utafiti wa udhibiti wa kesi. Na vivyo hivyo kama utakuwa unafanya utafiti wa kundi la mbele prospective cohort, tunaanza na chanzo na tutafuatilia kesi hadi kwenye matokeo. Kwa hivyo hapa tunaweza kuona muhtasari: kutoka matokeo hadi chanzo, huu ni udhibiti wa kesi. Kutoka kwa chanzo au kufichuliwa kwa matokeo, huu ni kundi na ikiwa kuna sehemu ya majaribio, hii itakuwa udhibiti wa nasibu, majaribio ya kliniki. Na ikiwa yote ni mfiduo na matokeo kwa wakati mmoja, huu utakuwa utafiti wa sehemu nzima. Asante.